Mapenzi ya Marufuku. Usiku wa hofu. Taa za pikipiki zikikaribia kijiji kipya, moyo wa Neema ulidunda kwa kasi. Akamshika Amani mkono kwa hofu. Amani, yamenifuata, tumekwisha. Amani akavuta pumzi ndefu, macho yake yakimwangalia kwa upendo. Tunaweza kupoteza kila kitu, lakini si mapenzi yetu. Leo tutasimama pamoja. Kivuli cha Baraka. Baraka alifika akiwa amepanda pikipiki ya kifahari akishuka taratibu, huku kijiji kizima kikiwa kimya. Vijana wake walisimama nyuma yake wakiwa na fimbo na mapanga. Amani, ni leo, ni mwisho wako. Neema anarudi kwangu kwa hiari au kwa nguvu. Neema akapiga kelele kwa sauti ya kutetemeka, Baraka, nilichagua, nilimchagua Amani, si wewe. "Upendo hauuziwi kama shamba au ng'ombe." Lakini Baraka akacheka kwa dharau, upendo haushibi njaa. Mapambano makali. Vijana wa Baraka wakasonga mbele. Amani, bila silaha, alisimama mbele ya Neema. Ikiwa lazima nife, nitakufa nikikulinda. Mapambano makali akaanza, kelele zilienea. Watoto wakilia, wake wakipiga mayowe, ngoma za kijiji zikikoma. Amani alipigwa vibaya, lakini hakusalimisha moyo wake. Neema akajaribu kusimama mbele ya mapanga akalia, niweni kwanza kabla hamjangusa Amani. Wazee wa kijiji walitazama moyo wao ukichoma. Hapo ndipo jambo lisilotarajiwa likatokea, wamsho wa kijiji. Kijana mmoja wa kijiji kipya alisimama katikati akisema kwa sauti kubwa, hii si haki, mapenzi si kosa Tumemchoka Baraka na dhuluma zake. Polepole vijana wengine wakajiunga naye, akina mama wakalia kwa hasira, hapana, hatuwezi kuruhusu damu kumwagika kwa sababu ya ubinafsi. Ndipo kijiji kizima kikabadilika, wakasimama upande wa amani na Neema, wakamzunguka Baraka na vijana wake. Ngoma zikapigwa kwa sauti ya upinzani, watu wakipiga makofi na nyimbo za heshima. Baraka alihisi nguvu yake ikiyeyuka mbele ya umoja wa kijiji. Hukumu ya mwisho. Mzee wa kijiji akiwa na fimbo ya heshima akasimama na kusema, "Baraka umekuja na mapanga lakini sisi tumekuja na ukweli. Upendo hauwezi kufungwa minyororo. Neema si mali yako. Amani si adui yako. Wewe mwenyewe ni adui wa moyo wako." Baraka alitetemeka, macho yake akiwa mekundu kwa hasira na aibu. Vijana wake walianza kurudi nyuma. Ikiwa kijiji kimechagua kusimama kinyume changu, ibasi nitaondoka, lakini kumbukeni hii siyo mwisho wangu. Akaondoka akipiga pikipiki yake kwa hasira, akiiacha vumbi kubwa barabarani. Ushindi wa mapenzi. Neema alikimbia kumkumbatia Amani, machozi yakimtiririka Tulipona Amani, ni tulipona! Kijiji kikapiga makofi, wimbo wa shangwe ukapanda angani. Wazee wakaamua, kwa kuwa mapenzi yenu yamepitia majaribu makubwa, basi muunganishwe mbele ya kijiji kizima. Harusi ikafanyika siku ile ile chini ya mti mkubwa wa kijiji. Hakukuwa na mapambo ya kifahari, bali furaha, nyimbo na ngoma za watu waliowaunga mkono. Amani na Neema wakaweka mikono yao pamoja, wakiahidi "Tutapigana kila siku kwa ajili ya mapenzi yetu hadi mwisho wa pumzi." Somo la mwisho: hadithi ya Mapenzi ya Marufuku ikawa hekaya ya kijiji kizima, ilihadithiwa kwa watoto na wajukuu, ikawa funzo kuwa mapenzi ya kweli hayawezi kuzimwa na pesa, heshima au nguvu. Umoja wa jamii unaweza kushinda dhuluma ya mtu mmoja na kwamba upendo sio kosa bali zawadi inayostahili kulindwa. Neema na Amani waliishi maisha mapya, si kama wakimbizi tena, bali kama mfano wa ujasiri na mapenzi ya kweli.